Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kuanza rasmi kampeni zake hapo kesho katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam, huku vyama vingine vikijiandaa kuzindua kampeni zao kila moja kwa nafasi yake. Waandishi wa wetu wa hadubini kwa kina wanazungumzia umuhimu wa tarehe ya leo na msimu wa kampeni kwa ujumla Tanzania. Kutoka siku hii maisha siyasa, ya kisiasa yatakuwa ni dhahiri katika taifa ambalo litakuwa linatafuta demokrasi ya tano na labda kuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika yenye ustawi mkubwa wa demokrasia. Tanzania, demokrasia mara hii inatajwa kuwa tofauti mno na karibu zaidi ya miaka ishirini na tatu ya siasa ya vyama vingi. Kwanza, mara hii wagombea wakubwa katika nafasi ya urais ni watu waliolelewa pamoja katika siasa za miaka karibu thelathini na minane iliyopita. Pili, siasa za ushindani hapa Tanzania zimeleta pamoja muungano wa vyama fulani fulani vya kisiasa. Tatu, vyama vingine vya ushindani hata vilivyoanzishwa chini ya mwaka mmoja vimeonekana kuwa na nguvu mno. Nne, hama huku ni hamie kule, vimeripotiwa sana katika mwenendo wa siasa za Tanzania msimu huu. Kuchaguana kistaarabu, Tanzania limekuwa ni eneo moja la makumi ya serikali za nchi za kiafrika kujifunza. Chaguzi huru na haki zinazofanyika hapa kwetu zimegeuka darasa la demokrasi nje ya mipaka ya Tanzania huwezi kufikia siku ya uchaguzi bila kuanza na kampeni ustaarabu umekuwa ukiripotiwa katika kampeni za chaguzi zilizopita na ustaarabu unatarajiwa katika kampeni zinazoanza jumaa mosi ya tarehe ishirini na mbili tanzania kufikia rais wa tano ni ukomavu mkubwa katika medani ya siasa lakini ni ukomavu pia kwa vyama vya siasa wafanya siasa na wananchi ambao ni wadau wa taifa lao.